Ukosefu wa fedha za kufanikisha utafiti kwenye vyuo vikuu mbalimbali nchini umetajwa kama changamoto kubwa inayolemaza juhudi za wataalam kuendeleza utafiti kuhusu masuala mbalimbali. Wakizungumza huko Kajiado, wataalam wanasema licha ya uwezo wao na ujuzi wa kuendeleza utafiti ambao unalenga kuleta suluhu ya changamoto mbalimbali, ufadhili wa kuwezesha utafiti huo ndio kikwazo kikubwa. Robert Masai ana mengi zaidi. Samuel Mariga, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Masai Mara, alikuwa miongoni mwa wale waliofika eneo la Amboseli, kaunti ya Kajiado, kuonyesha utafiti wake kuhusu dawa za kiasili kwenye sherehe kita za kitamaduni za jamii ya Maa. Kupitia kwa utafiti huo, Mariga amefanikiwa kuchanganya aina mbalimbali ya mimea ya kiasili na kuunda dawa ya kiasili ambayo anasema inatibu magonjwa mbalimbali. Tuko na bidhaa mbalimbali ambazo tunatengeneza kama sasa nasiaga na kutengeneza hibiscus. Hibiscus inatengeneza eh, drink nzuri sana ambayo inaweza kusaidia watu katika afya, utaweza kugundua kwa sababu ya manufaa ya potassium yake na minerals zingine ambazo iko nazo, inaweza kusaidia mtu ambaye ako na blood pressure, anaweza kufurahia e, kinywaji hiki cha hibiscus na kitaweza kumsaidia. Na licha ya juhudi za mwanafunzi huyo, ukosefu wa fedha za kufadhili utafiti huo unaendelea kuwa kikwazo kwa safari yake. Na tungependelea sana, kwa sababu tungependelea kuweza kupanua na labda kuweza kufikishia watu wengi katika engi to the supermarkets local communities are a hub they are a hub of their own, a hub a hub of uh, incredible knowledge but they were not given space they were neglected some, for a long time because of their traditional way of life but for sure we found they are very critical in Wataalam na watafiti wa kijamii wanasema kukosekana kwa fedha za kufadhili utafiti nchini imekuwa changamoto kuu katika kuendeleza utafiti katika vyuo vikuu. Uh, to the government of Kenya and any other stakeholders to be considering in putting some money or increasing the research funds. Not only in Kenya, but also globally. So we, the government needs to take this issue seriously. Tangu miaka ya nyuma utafiti umekuwa ukitegemewa sana kutafuta suluhu ya masuala mbalimbali nchini, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa ajira na kuimarisha kilimo. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.